Akizungumza baada ya kuhitimisha ziara yake ya kutembelea kiwanda hicho cha sukari cha Kagera pamoja na mashamba ya miwa, Profesa Ndulu ameonyesha dhamira ya serikali ya kusaidia wawekezaji wa ndani wa hapa nchini. Leo nimepata fursa ya kuja kujionea kile ambacho kwa muda mrefu nilikuwa nimekisikia na kukifahamu. E, kiwanda hiki cha Kagera Sugar ni kiwanda cha mfano. Ni kiwanda ambacho kinatumia vifaa vya kisasa na vinafanya shughuli zake kwa ufanisi na tija kubwa. Ni kampuni ambayo inalipa madeni yake vizuri. E, ni kampuni inajua, mabenki mengi tu yatakuwa tayari kuweza kukopesha kuikopesha bila wasiwasi wowote kwa sababu wana rekodi nzuri ya kulipa madeni, na sisi hii tunaijua kwa karibu kwa Aidha, Profesa Ndulu amepongeza viongozi wa kiwanda hicho kwa kutoa nafasi kubwa za ajira kwa vijana wa Kitanzania na hili mimi limenimpress kweli, ni namna walivyoweza kujenga uwezo wa vijana wetu wenyewe na kuweka uwezo huu kuwa endelevu kitaifa. E, nyinyi tulifuatana mmeona wale vijana wa Sokoine waliotoka chuo cha Sokoine waliotoka kwingine, lakini wa Tanzania ndio wanaoendesha shughuli zile, hasa wasimamizi wa kutoka nje wachache wapo na wale wanaowasaidia kujifunza wapo, lakini kweli nimejivunia hasa kuona vijana wetu wamepewa majukumu na wanaendesha shughuli ambazo zinatumia mitambo ya kisasa. Mkurugenzi mtendaji wa kiwanda cha sukari cha Kagera Bwana Sef Sef amemshukuru Gavana Ndulu kwa kutembelea kiwanda na mashamba na kuonyesha dhamira ya serikali ya kuwasaidia. Kazi ya kilimo ni kazi ngumu na inahitaji wadau wote kwa pamoja, tuweze kushirikiana kuhakikisha kazi hii inafikiwa kwa muda uliokuwa mfupi, na watu wakiwa wanakuja na kufanya ziara, wanapata kuelewa zaidi umuhimu wa kuweza kuiprocess mahitaji yanayohitajika katika kufanikisha azma hiyo. Nchi yetu kwa sasa ina bado upungufu wa sukari, lakini hakuna sababu ya huo upungufu wa sukari ukawepo kwa ajili, ardhi ipo, maji yapo, vitendea kazi vipyo, watendaji wapo, wataalamu wapo na Commitment ya kizalendo ipo. Mtazamaji, ni kwa mara ya kwanza gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Profesa Benno Ndulu kutembelea kiwanda cha sukari cha Kagera Sugar. Na kwa mwaka elfu mbili na kumi na sita kiwanda cha sukari cha Kagera Sugar ilikuwa inazalisha tani elfu sitini ni kwa miezi mitano au sita, lakini alipokuja waziri mkuu mheshimiwa Kasim Majaliwa wakaahidi kwamba watazidisha uzalishaji na mpaka sasa hivi ni kwamba wanazalisha zaidi ya tani elfu sitini na saba kutoka katika mashamba ya kiwanda cha sukari cha Kagera Sugar kilichopo wilaya ya Misenyi mkoa wa Kagera. Samaela, ITV.